huhabari dio gani mwana Mukammil TV hii ndio Mukammil TV popote ulipo katika simu yako ya kiganjani basi unaweza kuiona kupitia YouTube channel yetu andika tu Mukammil TV leo tupo katika program ama semina ya Jitambue mwanafunzi mwaka 2025 programu hii imeandaliwa na Tanzania Aid Foundation katika kuongoza na kuhamasisha eh, wanafunzi wa kidato cha pili na cha nne katika kuelekea katika mitihani yao ya taifa na maisha baada ya mtihani. Ungana nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi. Ni mimi mtangazaji wako mahiri kwa lugha ya Kiswahili Abdul bin Amri. Ukiwa na simu janja yako, ukiwa na matumizi mazuri, kule kuna ofa mbalimbali zinakuja kwenda kusoma nje, kufadhiliwa kusoma nje au kufanya kazi nje. Kwa hiyo ukiwa na nida yako na passport yako, wewe utashinda kwenda nje. So, utaenda nje kwa sekta nyingi zinajitokeza za kazi. Hivyo vitu vizingatieni. Kingine cha kumalizia, nadhani vyote nimevimaliza, vyote nimevizungumza. Basi maswali yataulizwa baadaye, ili upajipatie elfu tano yako au elfu kumi au elfu mbili Utaulizwa maswali hapo, utayajibu. Haya, asanteni. Tusikilizane. Shukran sana brother Munir. Allah akuzidishie mema. Nina naona alikuwa na amebesi sana huku akiwaambia mchore hii na pike keki, akasahau huku. Lakini boys, niwaambie ni kitu kimoja kikubwa sana. Kipaji kinalipa. Sawa, kipaji kinalipa. Mimi licha ya kuwa mwanafunzi mimi pia ni mwimbaji, sawa eh? ya yeah, na kwa kuwa dini pia tunaheshimu sana dini zetu, kwa sisi tunaogopa kujiingiza huko, sio hivyo eh? Lakini ukapata kama una kipaji cha mpira, mnie imekaa huko sasa hivi. Tunamfahamu Mzizi, kwa kawaida alipo shingapi sasa hivi na yana Analipwa milioni arobaini sawa eh? Kwa hiyo kipaji pia kinafanyaje? Kwa hiyo vijana, mkipata nafasi ya kuweza hu, kuonyesha kipaji chako, onyesha kipaji chako ok. Kabla sijapoteza muda mbe, tunakaribia muda wa swali. Kuna maswali, kuna maswali sita, matatu ntauliza huku matatu ntauliza sawa, ntauliza maswali manne Nitauliza maswali matano. Okay, swali la kwanza. Swali la kwanza. Nani anaweza kuniambia kirefu cha TAF? Kirefu cha TAF? Eh? <tipa> basi sawa hilo <tipa> swali hali basi, sawa sawa, tusikilizane, tusikilizane swali hilo hilo, lakini nani anaweza akanipa kirefu cha MIF IF ni basi nimwachiee, naifataulize wawai, naudia hiyo swali la kwanza, utanitajia urefu wa TAF, nimeanzishwa mwaka gani, naikuwa naanzilishi wangapi kirefu, naomba ni msikiliza, kirefu cha TAF imeanzishwa mwaka gani na waanzilishi wa ngapi? Shule gani? mwanaume mmoja mwanamke mmoja

Habari kwa jina, naitwa Grace Amoni. TAF kirefu chake Tanzania Aid Foundation, imeanzishwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu na watu watatu, wawili ni kidato cha tano na mmoja kidato cha sita katika sekondari ya Rizwani.

Nataka nikuulize swali kirefu, nataka nimuulize swali kirefu cha IMF imeanzishwa mwaka gani na imeanzishwa na watu wangapi? Kauliza huyu hapa